Tanzania tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa yale mengi anayotutendea Mungu. Hakika yeye amekuwa akituletea mambo mema na mazuri. Mungu ametuletea kila aina ya watumishi. Mungu ni mwema, tunamshukuru Mungu kwa neema aliyotuletea Tanzania. Mungu ametuletea mtumishi wake, nabii wa ajabu, Daktari James Nyakia. Hii haijawahi kutokea hapa nchini Tanzania, kumwona mtumishi wa Mungu akifanya matendo kama haya matendo makuu, matendo ya upendo na amani na furaha kwa waumini wake. Tunamshukuru Mungu kwa kutuletea zawadi hii ya mtumishi wake, mtumishi wa Mungu daktari James Nyakia, ambaye amempa upendo wa ajabu. Mtumishi huyu amekuwa akiwahudumia waumini wake kila iitwapo leo, amekuwa akisaidia mambo mbalimbali, amekuwa akiwasaidia mitaji, kuwatoa katika matatizo mbalimbali kuwafuta katika vifungo, kuwafungua, kama ni walevi, kama ambavyo wamekataliwa na familia zao, lakini yeye amekuwa akiwabeba na kuwafuta machozi. Tazama hii hapo leo tu, wote ambao walifika katika madhabau ya Soja Mega One hapa Mwenge, jijini Dar es Salaam na kuwapa zawadi ya mahindi na kuwakatia kila mmoja kipande cha mahindi iwe mkubwa iwe mtoto na kuweza kufurahia neema ambayo mtumishi wa Mungu amepewa. Angalia hapa, wajasiriamali hawa walikuwa wanafanya biashara yao nje ya madhabahu ya Soja Mega One Church hapa Mwenge, lakini mtumishi wa Mungu alipowaona akawaita ndani na kuhakikisha kila mmoja muumini aliwepo katika kanisa hilo anapewa kipande cha muhindi, ambapo yeye mwenyewe aliweza kuwahudumia watu hao. Hakika huyu ni mtumishi wa Mungu wa ajabu, haijawahi kutokea hapa nchini Tanzania. Kila mmoja amekuwa akishangaa aina ya maisha yake anayoyaishi. Ni maisha ambayo kila mmoja anashangaa, lakini yeye mwenyewe anaona ni furaha, anaona ni tendo zuri ambalo Mungu amempa la kuweza kuwahudumia watu. Mimi na wewe twende tukaangalie namna gani mtumishi wa Mungu amekuwa hajivuni, hana kujiona, yeye amehakikisha kila mmoja anamhudumia. Na ikumbukwe watu hao wamekuja kupata unabii kwa mtumishi wa Mungu siku ya Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi, mtumishi wa Mungu Daktari James Nyakia huwa anawatolea watu unabii, nini kimefanyika katika maisha yako na kuweza kumtatulia matatizo hayo. Mtazamaji, ni jukumu lako la wewe kufika katika madhabahu ya Soja Mega One Church iliyopo hapa Mwenge Mpakani, jijini Dar es Salaam, na wewe upate neema yako, upate kurudishwa katika ramani yako ya maisha ambapo kama imechukuliwa na mtu usiyemjua, daktari James Nyakia anakurejeshea pale ambapo chanzo kilipotokea na mpaka hatima yako. Fika katika madhabahu ya Soja One Church Mwenge uweze kuhudumiwa na daktari wa ajabu, Daktari James Nyakia wa Tanzania, tunao ya kujivunia, tunapo pa kukimbilia. Usiende mbali, fika Mwenge ukutane na mtumishi wa Mungu Daktari James Nyakia upate kupona.